NMB Bank inakuletea NMB Kikundi account. Mapinduzi halisi kwenye uendeshaji wa shughuli za vikundi. NMB Kikundi ni akaunti iliyounganishwa na huduma za kidijitali inayowawezesha wana kikundi kuhifadhi fedha zao kwa usalama, huku wakifurahia unafuu wa kuchangia fedha, kukopeshana, kutoa fedha zao na kusaidia na kijamii kwa haraka na urahisi. Ni rahisi kufungua NMB Kikundi account. Piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, chagua namba saba, huduma zaidi, chagua namba 4, NMB Kikundi, chagua namba moja, fungua akaunti ya NMB Kikundi, kubali vigezo na masharti, ingiza jina la kikundi, ingiza idadi ya watia saini, ingiza jina la tawi lililopo karibu yako kwa kuweka herufi tatu mpaka sita za jina la tawi hilo, kisha hakiki tawi hili, thibitisha taarifa za kikundi na kisha bonyeza moja kukamilisha. Baada ya kufungua NMB kikundi account, utawaalika watia saini wote wa NMB kikundi account kwa kupiga nyota moja tano sifuri nyota 66 alama ya reli, chagua namba saba huduma zaidi, chagua namba nne NMB kikundi, chagua namba mbili vikundi, chagua kikundi ulichotengeneza, ingiza namba ya mtia saini, thibitisha taarifa za mtia saini kwa jina lake kamili na namba ya simu. Ukimaliza kualika watia saini, watapokea ujumbe mfupi wa mwaliko wa kikundi. Ili waweze kufurahia huduma hii, watahitajika kupiga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, chagua namba saba, huduma nyingine, chagua namba nne, NMB kikundi, chagua namba tatu, mialiko, kisha chagua jina la kikundi chako kuthibitisha. Kisha utapokea ujumbe mfupi wa namba yako ya simu, na baada ya kukubali mialiko yote, watia saini wote watapata ujumbe mfupi wenye akaunti ya kikundi kuanza kufurahia huduma hii. NMB Bank. Karibu.